Katika milima ya taifa la Rwanda yenye kijani iliyong'aa kama vazi la harusi, maisha yalionekana kutiririka kwa utulivu hadi Aprili 6 mwaka 1999, siku ambayo anga lilipasuka kama moto baada ya ndege iliyombeba rais Juvenal Habyarimana kuangushwa katika uwanja wa Kigali. Tukio hilo liligeuka cheche ya moto iliyowasha gurudumu la chuki lililokuwa likizunguka kimya kimya kwa miaka mingi kati ya wahutu pamoja na watusi. Usiku ule mitaa ya Kigali ilijaa sauti za redio RTLM zilizosikika kama kelele za bundi wa angamizo, zikichochea mauaji kwa kuwataja Watusi kama inyenzi. Kabla hata alfajiri haijapambazuka, vikosi vya Intarahamwe vilianza kuzunguka kama upepo wa kifo, vikibeba mapanga, marungu na bunduki ndogo zilizosambazwa na watu wenye mamlaka serikalini, kuanzia Aprili 7 mwaka 1994. Barabara zilizokuwa na harufu ya udongo ulionywa na mvua zilianza kutapaka damu ya wasio na hatia. Majina yakawa tiketi ya kuishi au kufa. Mtu akitamka jina lake kwa lafudhi fulani, hatima yake ilikuwa tayari imeandikwa. Majirani waliowahi kushirikiana kwenye mashamba waligeukiana kama simba aliyejeruhiwa. Katika vijiji kama Nyamata na Ntarama, makanisa yaliyowahi kuwa ngome za amani yaligeuka mashimo ya mauti. Wakina mama walijifunika watoto wao kama kuku ndani ya mabawa, lakini mapanga hayakujani huruma. Mito ya Nyabarongo na Kagera ilibeba miili kwa majonzi, kana kwamba maji yenyewe yalikuwa yakilia kwa sauti ya kilio kisicho na pazia. Katikati ya dhoruba hii kulikuwepo nuru ndogo, watu kama Paul Rusesabagina, mhuduma wa hoteli ya Hoteli de Mille Collines, aliyowahifadhi mamia ya watu akipambana na vishindo vya risasi na vitisho kama simba anayelinda kizazi chake. Mashujaa hawa wa kimya kimya walipinga giza kwa nguvu zao ndogo lakini zenye thamani kubwa. Wakati huo huo, jeshi la RPF chini ya Paul Kagame lilianza kusonga kutoka kaskazini likipita katika miji na vijiji vilivyofunikwa na moshi wa maumivu. Kufika Julai 4 mwaka 1994, walikuwa wamelikomboa wa jiji la Kigali na kuhitimisha mauaji yaliyodumu takriban siku mia moja na kuacha zaidi ya watu laki nane wakiwa wamepoteza maisha, idadi kubwa wakiwa ni Watusi, lakini pia Wahutu waliokataa kuunga mkono mauaji. Baada ya vita kunyamaza, Rwanda ilibaki na majeraha mazito kama makovu ya moto. Makaburi ya pamoja yalifukiwa polepole, lakini kumbukumbu zake zilibaki zikitembea katika hewa kama uvumba wa huzuni. Watu walitazamana usoni wakiwa na maswali mazito kuliko mawingu ya mvua. Kwa utulivu uliofanana na mtu aliyejifunga jeraha, nchi ilianza safari ya upatanisho kupitia Gacaca Court, mahakama za kijadi zilizolenga kupata ukweli na uponyaji. Pole pole Rwanda mpya ilianza kuchanua kama ua lililoota kwenye udongo wa mawe, ikiahidi dunia kwamba it will never happen again. Si maneno matupu, bali kiapo cha uzima mpya. Hii leo taifa la Rwanda ni mfano wa taifa lililoinuka kutoka kwenye majivu kama ndege wa Phoenix, ikionyesha kuwa hata giza nene linaweza kushindwa na mwanga wa uthubutu, mshikamano na matumaini. Hivyo, simulizi hii inabaki kuwa kengele inayokumbusha dunia thamani ya utu na hatari ya chuki inapopewa nafasi ya kuota mizizi. Jina langu ni Dennis Mora.